Jina ni Walter Kisii kutoka Kisii na nimesema sisi ndio tunataka urais 2027 Bwana <laughs> Spika, nataka niongee kwa mada mbili, sababu ya wakati na hizo mada zinakuza mambo ya jana. Kwanza kabisa ni mambo na Mudavadi na coalition ya jana. Mimi nataka niambie jamii ya Luya Nation Raundi hii ndio mtajua ODM ni nini Kenya hii kama amwezi atumia akili, mudifeni mtoto wenu Musalia Mudavadi. Nyinyi mnaronyereshwa kwa sababu gani? Bwana Spika, unasikia saa hii watu wanasema wanataka baba akuwe prime minister, na tunajua prime minister Kenya ni Musalia Mudavadi, bwana spika ko na Prime Minister Kenya ambaye ni, ni Bwana Musalia Mudavadi. Za hii masai imeisha. Nataka niambie jamii ya Waluya, musilalie masikio mukikuja kurkorawa na chama ya ODM. Tunajua tabia yao wakiingia mahali hapo, harufu mbaya ni kukuni hapo. Bwana spika, sisi kama jamii ya Bantu hatuwezi kubali mambo ya, mambo ya ODM kuja kuharibu na kufukuza sisi kwa serikali. Sisi ndio tuliunda serikali ya UDA, sisi ndio tuliweka Mheshimiwa Ruto kiti. Hao wa murango wa nyuma wanakuja saa hii wanataka kukoroga sisi wenye, wanataka tunawaone 18 bwana, tunawaone 18. Bwana Spika, mahali imefikia hatuwezi kuwa na jamii uchaguzi meisha. Wao kazi yao ni kukuja na mlango ya nyuma, hiyo lazima iishe Kenya hii. That's why tunataka urais kama jamii ya Kisii, hii mambo ya mlango ya nyuma kwa serikali yetu amuda wa hana. Bwana Spika, mimi nataka niambie Waluya, Waluya mahali muko Kujeni, tuungane sisi wa Kisii, tuungane Waluya, tunyorosha watu hawa. Watu wanasoea tabia mbaya kila wakati. Nyinyi mnangoja serikali ikiundwa, mko hapo tu na mlango na macho hivi. Raundi tunawaonea itini bwana. Baada ya pili wewe usikuje kunipanga hapa, Baada ya pili Bwana Spika, mimi nimefurahia sana bwana spika. Mara ya pili jana, nimeona mheshimiwa Ruto amefanya kuarishoni na baba mheshimiwa Amura Odinga na mimi nimefurahia sana, lakini sijafurahia kwa kusapoti Ruto. Ile kitu nimefurahia nayo ni kuwa hii Kenya hatuwezi kuwa na jamii moja ambayo inaumua nani rais Kenya hii. Mimi nataka niambie ndugu zangu wa, wa, wa Mount Kenya, imefika wakati hakuna cha ja kusema eti nyinyi ndio mnatoa rais. Lazima rais atoke kila jamii, na ndio na mimi naunga Ruto mkono. Hii kasumba eti lazima jamii fulani simame Iseme, iseme frani ni president. <laughs> Hiyo inaisha hii in Kenya <laughs> Nikimalisia. <laughs> <laughs> Sisi kama watu wa Matiangi <laughs> tutachukua serikali ya 2027 tupende musipende, hata muko na Raila tunanyorosha nyinyi nayo.